Mheshimiwa Mstahiki Meya, nami pia niungane na wenzangu, kwanza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetujalia mema kukutana hapa, lakini kipekee nikupongeza sana sana kwa kuaminiwa na baraza hili na kukupa heshima ya kuwa Mstahiki Meya wa Manispaa hii. Ninaamini kiatu kuna kutosha, lakini nikupongeza na kakangu mkopo, nimesikia sifa lukuki lakini mimi nimeishi na nyinyi, nawatambua na najua, sasa kazi inakwenda kufanyika. Niwapongeze waheshimiwa madiwani kwa kuaminiwa na kuchaguliwa katika maeneo mbalimbali, lakini najua sio bure, kwa sababu mmeonyesha kitu mbele ya wananchi na wakaamini. Lakini kipekee binafsi niwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa namna ambapo mliniunga mkono wakati wote kwenye kata zenu nilivofika nilikuta meniangalia mkutano vizuri, na shangwe na bashasha, na kwa hakika mwenyekiti huyo ni shaidi, atujawe kufanya kampeni za furaha kama mwaka huu akakuwa na kurudishana. Ala, nawashukuru sana, lakini washukuru watumishi wa serikali nani, pia mmenisaidia sana, kwa sababu nilikuwa kusimamia sheria tunasimamia kanuni, tafsiri, miongozo mbalimbali, lakini naamini na nyinyi mlikuwa wapiga kura na msingeza kumpa kura mtu mwingine zaidi yangu. Tuko wote hapa, jamani, asanteni sana. Nawashukuru wenzetu wa vyombo vya usalama kwa namna ambavyo kipindi kile kilikuwa na mihemko, ilisimama vizuri, na kwa hakika kusema mwenyekiti, Singida ni moja eneo lililopata utulivu mkubwa, na mpaka hivi tunavyoongea sisi tuko mtaani nasikia tu vurugu kwa wenzetu, lakini kwetu amani ipo, na tuendelee kuomba amani itawale, ili singida yetu izidi kusonga mbele. Pongeza sana mkurugenzi, mfanye kazi nzuri, wewe na timu yako na wataalamu wengine. Tumewatia manispaa kwa muda, lakini kwa kweli hapakuwa na malalamiko makubwa, kwa sababu tunaishi humu humu, kwa tunasikiliza watu, lakini kikubwa taarifa yako leo yapo tunaipitia kwa haraka haraka, taarifa inatia moyo, makutano mazuri, na tunapita huko tunaona miradi ya maendeleo inaenda vizuri. Ninaamini sasa mnakwenda kuungana na madiwani, sisi tunaunganisha nguvu sasa, kasi itaongezeka na mambo yanakwenda vizuri. Nikushukuru sana kwa tawala na nakuona kila siku unaruka, leo Iramba, kesho zi, kesho wapi, haya mambo yanayotakiwa na Mheshimiwa Rais na wananchi wanataka kuona kile ambacho kinakusudiwa kinafanyika vizuri, na kwa hakika umeonyesha uwezo mkubwa wa kuisimamia Singida. Hongera sana na Mungu azidi kukutia nguvu kufanyia mazuri zaidi. Lakini salamu hizi zinaenda na mkuu wetu wa mkoa, mkuu wetu wa wilaya, nguvu yenu, maono yenu yanaipeleka Singida mbele. Nawashukuru sana na naomba tuendelee kushirikiana. Na hasa mimi ambao tunawasumbua kila mara washamhamabayo wa Singida, anakwenda vizuri lakini uchagulio huku kwendane na yale makusudio na matarajio ya wananchi. Weshima madiwani, mechaguliwa, watu wanatamani kuona mabadiliko, wanatamani kuona kitu kutoka kwenu. Niwaombe sana, tudumishe upendo na mshikamano miongoni mwetu, tudumishe upendo na mshikamano wa madiwani na wataalamu, lakini tudumishe upendo na mshikamano na wananchi wetu. Sisi tuwe daraja kati ya wataalamu, sisi tuwe daraja na wananchi wetu, sisi tuwe daraja na viongozi wetu wengine. Hii itatusaidia kufanya kazi kwa pamoja. Tunakwenda kufanya kazi kwa mujibu wa utaratibu, uko mpango wa taifa wa mwaka 2025 50, lakini iko ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao tumenadi na tukakubaliwa. Hivyo vyote vinataka usimamizi ili malengo afikie, na malengo ni kuona kwamba kwa wananchi wanapata huduma bora. Tunao vijana, tuende tukawe nao karibu. Ziko fursa za vijana, tuzitafute, tuzijue, tuende tukawaelimishe. Lakini kikubwa, tuende tukatoe somo la uzalendo kwa vijana wetu. Inawezekana hawajui tumetoka wapi, inawezekana hawajui tumesota vipi kuitengeneza amani hii. Ni wajibu wetu kama wazazi, ni wajibu wetu kama viongozi kwenda kukaa nao na kuwaelimisha. Lakini kikubwa, idara ya maendeleo ya jamii, mtoke mkaongeana na vijana, waelezeni fursa zilizoko. Kiu yao ni kuona wanapata ajira, na hili ni tatizo la dunia, sio la Tanzania, lakini tujitahidi kwakati tunavyoweza wakikisha kwamba kile kidogo kichopo basi wanakiona na wanakutaa. Lakini niwaambie wataalamu wetu, nyinyi ni wabogezi katika maeno yenu, nendeni mkatoe utaalam kwa kadri ya hali inayotakiwa. hawasssi saetu kuosoma kuandika, lakini ndo viongozi ko tushirikiane, utaalamu wenu na uongozi wetu tuendane ili kuleta matokeo chanya kwa jamii yetu. Lakini tuwaambie wananchi nao wana wajibu wao kwa halmashauri yao. Kuna tozo ndogo ndogo, kuna kodi ndogo ndogo, kuna kutunza mali na usafi. Nao tuende tuwailimishe, ili turahisishe kazi ya halmashauri. Lakini tuna wajibu mkubwa wa kuongeza mapato. Mapato ndio moyo wa halmashauri. Bila pesa hayo tunaongea hakuna kitu na kumpa mkurugenzi. Wakati mimi nakuwa mstakimea, tulikuwa tunakusanya bilioni tatu, tulisimama mpaka leo tunakusanya bilioni saba. Kwa hiyo hili linawezekana, tuunganisha nguvu, tunaweza kujikuta tunafika kwenye bilioni kumi, na hii ni moja ya sifa ya kupeleka Singida kutoka manispaa kwenda kuwa jiji, ambapo pia ni moja ya kigezo cha kuangaliwa. Ili kufikisha hilo jambo, tuendelee kuangalia usafi wa mji wetu, tuendelea kuimarisha usalama wa mji wetu, lakini kikubwa inaamini kadiri tutakapokwenda, kadiri tutakaposhirikiana, tutafika mahali tutaiona, utaiona Singida yetu. Na Mheshimiwa a, nikushukuru sana, heshima a, salamu basi. Na mimi ni waidi, nitashirikiana na nyinyi, mimi ni yule yule, sijabadilika. Nafikiri na watendaji wa watendaji wa kwenye kazi, tutaongea lakini tutabaki kuwa marafiki. Mwenye jambo lake anaambia, tushirikiane, na mimi nitakwambia wakati wote na kuona mambo yako vipi au nakuhitaji ushirikiano. Hali kadhalika katika utawala wa mkoa tutakusumbua, katika utawala wa wilaya, lakini sio usumbufu mbaya, ni usumbufu wa kuhakikisha kwamba ingidaitu nasonga mbele. Niwashukuru tena kwa mara ya pili, ninawaidi ushirikiano mkubwa wakati wowote.